Iliaimwaandugu <coughs> <coughs> mgeni rasmi, wageni waalikwa, viongozi wa, wa aliko, di dini, waimbaji wenzangu, washirika wapendwa, ndugu jamaa na marafiki. Bwana Yesu asifiwe! Mgeni rasmi, kwa heshima na furaha katika tukio hili maalum la uzinduzi wa albamu yangu ya kwanza ya nyimbo za Injili inayokwenda kwa jina la Nalinga na Yesu. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa, albamu hii ni matokeo ya safari ya kiroho ta-ta-ta-tafakari, maombi, wa Roho Mtakatifu inabeba ujumbe wa ushindi, rehema, toba na upendo wa Mungu kwa wanadamu. Lengo kuu la albamu hii ni kumtukuza Mungu aliye hai na kutukumbusha kuwa hakuna jambo tunaloweza kujivunia zaidi ya kuwa ndani ya Kristo Yesu, Amina. safari yangu ya uimbaji, ndugu i huduma hii ya uimbaji sio jambo la kawaida, bali ni karama niliyopewa na Mungu mwenyewe tangu nikiwa tumboni mwa mama yangu, na tangu nilipoanza kuongea, nilijikuta nikiimba nyimbo mbalimbali katika kwaya ya watoto, baadaye katika kwaya ya vijana. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa Nilipoingia darasa la tatu mwaka 2024 nikiwa na umri wa miaka minane nilifanikiwa kurekodi nyimbo saba za Injili. Kufikia sasa mwaka 2025, ninayo jumla ya nyimbo 16 na kati ya hizo nyimbo nane nimefanikiwa kurekodi kwa njia ya video shuti ambazo leo hii ninayo ninayo furaha na heshima kubwa kuziwasilisha rasmi kwenu kupitia tukio hili. ma- mahitaji na changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, pamoja na mafanikio haya, ninapitia changamoto mbalimbali kutokana na majukumu ya masomo nikiwa bado mwanafunzi, pamoja na upungufu wa rasilimali muhimu kwa ajili ya kukuza huduma yangu ya uimbaji. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa, kwa unyenye ya studio vinavyohitaji kuendeleza huduma hii. Jumla ya gharama inayohitajika ina ni mi shilingi milioni nane laki sita ikiwa na mchanganuo ufuatao: piano shilingi milioni moja laki tano laptop shilingi laki moja Nani. Studio microphone shilingi laki tano, mic stand shilingi laki moja, studio headphones mbili shilingi laki nane, sound card shilingi laki saba, headphone machine shilingi laki moja, stabilizer shilingi laki tano external card shilingi laki mbili na elfu hamsini, sound proof set shilingi laki sita, studio chair shilingi laki mbili na elfu hamsini, studio monitor speaker shilingi milioni moja laki tano. Ninaamini kwa pamoja tinaweza kufanikisha azma hii njema ya kuitumikia ya sifa na kueneza na ujumbe wa matumaini kwa jamii. Kitimishi, Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, kwa dhati kabisa nashukuru kwa kukubali mwaliko wetu na kutenga muda wako kushiriki katika uzinduzi huu licha ya majukumu yako mengi. Jambo hili limeleta hamasa kubwa kwa